Ripoti za mapema zinasema wapiganaji wa M23 waliingia Uvira, kitovu muhimu chenye njia kuelekea mikoa mingine mikubwa. Hatua hiyo imekuja chini ya wiki moja baada ya Kongo na Rwanda kuonyesha tena dhamira yao ya kufuata makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani, jambo linaloibua maswali kuhusu ufanisi wake. Jijini Kinshasa, wakazi wanasema wanahisi mshtuko na hasira, wakionya kuwa kile kinachoendelea Uvira kinaonekana kama msururu wa matukio ambayo yanaweza kusambaa kwenye miji yote. Gadi Dayana ni mkazi wa Kinshasa. Kongole He. Kama Wakongo, ni damu ya ndugu zetu inamwagika mashariki mwa Kongo. Tunaomba serikali iwajibike, ikomeshe kuendelea kwa unyama huu unaofanywa na AFC na unaungwa mkono na Rwanda ambao unatushambulia. Serikali lazima iwajibike kwa sababu sisi kama Wakongo tunateseka, kwa maana tunapoona kinachotokea Uvira, tunaona Katanga, Katanga iko karibu, tunaona Bujimayi na baada ya Bujimayi ni Kinshasa, tutaendelea kuteseka zaidi. Hivyo naiomba serikali kufanya kila liwezekanalo kukomesha huu mwagikaji damu wa vita. Kule Bukavu chini ya utawala wa waasi, wengi wanasema hatua za kijeshi zinazofuata mazungumzo ya kidiplomasia zinaonyesha kuwa mazungumzo pekee hayatoshi kuleta utulivu. Patrick Shiruza ni mwendesha bodaboda Bukavu kadiri nchi ngalibia makoro makoro makoro hivi tungana ateseka tu uana teseka tu paske makoro kwanza mimi niko motari hata ile ma, makoro zaba zikamate ndabakia tu motari wanyachi tu amani juu ndabakia tu kwa motari. Wakati mapigano yakizidi kusonga, sauti za wananchi zinaendelea kutuma ujumbe mmoja: hitaji la amani ya kweli na ya kudumu.